Mheshimiwa Mwenyekiti, nianze kwanza kwa kumpongeza Waziri wa Mipango na naibu wake kwa, kwa wasilisho zuri sana la mipango yetu: mpango wa muda mrefu, mpango wa muda wa kati na mpango wa muda mfupi. Ni mipango ambayo kwa kweli ni mizuri, na kama tutaisimamia na tutaitungia sheria ya kuitekeleza, inaweza ikatuwezesha kufika pale ambapo tunatamani kufika. Lakini pili, nimpongeze Mheshimiwa waziri wa fedha kwa kuja na mwongozo wa upangaji wa bajeti nzuri sana, ambao mimi kwa leo sitakuwa na comment katika eneo lake hilo, kwa sababu ni mpango mzuri sana ambao umekuja. Lakini la tatu, nipongeze taarifa ya kamati ya bajeti, taarifa nzuri sana kamati, wamedadavua wamechambua vizuri, nina imani kabisa mapendekezo haya yakifanyiwa kazi yatasaidia sana katika kuboresha mipango yetu na kuipeleka nchi mahali pazuri. Mheshimiwa Mwenyekiti, mipango hii ambayo tumeisema ukiangalia na kuisoma, unaona namna serikali inavyopambana katika kuhakikisha kwamba tunapambana na maadui, maadui wakubwa wa taifa letu, maadui wakubwa wa taifa letu ambayo imekuwa ni kero katika maeneo mengi maadui hao ni umaskini mkubwa ambao upo katika taifa letu ambao unawakabili wananchi karibu zaidi ya robo ya wa Watanzania ni maskini. Sasa mipango hii inatupeleka kwenda kukabiliana na umaskini huu, lakini la pili ni ukosefu wa ajira, na la tatu ni ukosefu wa maarifa na ujuzi wa kutosha wa wananchi wetu ambao tunaita kwamba tunakuwa na ujinga, kwa sababu hatuna maarifa ya kutosha. Rasilimali zipo za kutosha, lakini uwezo wetu wa kuzitumia katika kuzibadilisha na kuleta maendeleo bado ni mdogo. Lakini la nne ni uchumi mdogo, ukuaji wa uchumi mdogo wa nchi yetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nianzie hapa kwenye ukuaji wa uchumi. Dira yetu umeitengeneza vizuri sana profesa, na kwa kweli inavutia kwamba ifikapo mwaka elfu mbili na hamsini tuwe tumefikia pato la Tanzania linalofikia dola za Marekani trilioni moja. Kwa kweli kulitamka ni rahisi sana, lakini kulitenda kwenda kufikia, maana yake lazima tujipange sawasawa ili tuweze kufikia hapa. Sasa, Mheshimiwa mwenyekiti, kwenye uchumi sasa hivi kwa mwaka mmoja, inaonekana unatarajiwa kukua kwa asilimia sita. Sasa ukuaji wa asilimia sita hautatupeleka kufikia kwenye pato hilo. Kwa lazima, mipango yetu sasa tuidadavue vizuri ituondoe kwenye ukuaji wa asilimia sita twende kwenye ukuaji wa uchumi wa asilimia zaidi ya kumi na mbili ndipo tunaweza tukafika kwenye hilo pato ambalo tunalitamani kufika. Na Mheshimiwa Mwenyekiti, tunaposema ukuaji wa asilimia sita au ukuaji wa asilimia kumi na mbili lazima tuziweke vizuri sekta zote tuweke shabaha zake, tuonyeshe shabaha za sekta za uzalishaji zitachangia asilimia ngapi, sekta za huduma za jamii zitachangia kwa asilimia ngapi, kila sekta tuweke shabaha waziwazi kusudi wazi. Kila mwaka tuwe na uwezo wa kujipima kuona kwamba hii sekta imefika kwenye shabaha tuliyopanga, au hatukufika kwenye hiyi shabaha ambayo tumepanga. Kwa hiyo hili nadhani tukiweka hivyo katika sekta zote na tukazimenaji na tukazitungia sheria ya kuhakikisha kwamba tunakwenda kwenye hizo shabaha, tunaweza tukafika kule ambako tunatamani kwenda. Mheshimiwa Mwenyekiti, la tatu. Mheshimiwa Mwenyekiti, sasa hivi uchumi wetu mwingi ni informal, uko kwenye sekta isiyokuwa rasmi lakini mheshimiwa mwenyekiti, kujenga uchumi wa kwenye wa kwenye informal sector ni kazi kubwa sana. Watanzania walio wengi sasa hivi wanatumia wanafanya malipo wanafanya transaction mbalimbali nje ya mfumo rasmi wa huduma za fedha. Lazima tuje na sera na tuisimamie mpango huu, tupeleke hapo kuhakikisha kwamba sasa Watanzania wote wanaingia katika mfumo jumuishi wa masuala ya fedha ili transaction zote zipitie kwenye mabenki zipitie kwenye, ma, kwenye simu na maeneo mengine katika mfumo ambao ni rasmi. Hapo tutaweza kumanage vizuri uchumi wa nchi yetu na riba zitaweza kupungua, kwa sababu sasa fedha zote zitakuwa ziko katika taasisi za fedha, na tutakuwa tunaziona hata zinavyomove na kutembea zitaonekana. Lakini kwa hali iliyoko sasa hivi watu wanatransact kupitia cash, hatuwezi kujenga uchumi wa namna hiyo. Kwa hiyo, mheshimiwa, mimi na shauri Profesa, hebu liangalieni namna ya kufanya hivyo. Tumeona nchi nyingi zimefanikiwa, nchi ya India wamefanya hivyo. Tupunguze yale makato makubwa, mtu anapotumia, anatumia labda pesa, anatumia Tigo pesa, badala ya kukatwa zile chaji zile zisiwe kubwa, na ikiwezekana serikali iweke ruzuku huku, iziondoe kusudi watu wengi waweze kuvutiwa kufanya transaction kupitia katika mifumo iliyo rasmi pia kwenye mabenki iangaliwe ili zile charges zizipungue. Zikipungua nina imani Watanzania wengi wataweza kupitishia fedha zao katika eneo hilo. Mheshimiwa Mwenyekiti, jambo la lainaotaka kushauri ni swala la sekta binafsi. Nimefurahi sana katika mpango huu, tunasema asilimia sabini ya sekta binafsi ndio itakuwa inaongoza uchumi wetu. Hili ni zuri sana, lakini nataka kushauri kwamba hii sekta binafsi tunayo isema basi, Mheshimiwa Waziri tengeneza mfumo wa kuitambua hii sekta binafsi, tuwe na mfumo wa usajili, wote tuwaone, tujue, tunaposema sekta binafsi tunamsema nani, bila kujali ukubwa, bila kujali udogo, hawa wote wako huko wanachangia uchumi wetu, tuwaone. Kwa ukiwa na mfumo wa namna hiyo, utatusaidia sana kuweza kujua namna ya kuweza kutekeleza na la, la kusimamia hii sekta binafsi. La tano nayotaka kulisema Mheshimiwa mwenyekiti, umefika mahali nchi yetu tunasifika kuwa na muungano mzuri, muungano wa Tanzania, Tanganyika na Zanzibar ni muungano mzuri na wa kuigwa, lakini hatuwezi tukawa wenyewe tukafika. Tuende sasa, tuweke nguvu tulizokuwa nazo tulizokuwa tunazitumia katika kuzikomboa nchi za Afrika, tuende kwenye jumuiya za Afrika tuunganishe, tufike mahali tuunde Federation Government ya Afrika, Afrika Mashariki, Afrika nzima. Afrika tukiungana tutaweza kujenga uchumi imara wa Afrika. Lakini leo hii tukienda kama Tanzania peke yetu, Wakenya wakaenda wenyewe, Waganda wakaenda wenyewe, hii ndoto ya kufikia kwenye uchumi mzuri itakuwa bado ni ngumu, kwa sababu lazima sisi wenyewe tuweke mikakati ya kufanya biashara sisi wenyewe, ya kushare rasilimali tulizo nazo katika bara la Afrika. Kwa hiyo mimi nas, nas, nashauri sana integration ya Afrika nzima lazima tuiangalie na tuiwekee mkakati katika mipango hii. Mheshimiwa Mwenyekiti, la sita naotaka kushauri, lazima mpango huu tupeleke katika kuhakikisha tunakuwa na mfumo wa kutusaidia kwenda kulipa madeni ya watoa wa huduma na madeni ya wakandarasi. Sasa hivi wakandarasi wanadai fedha nyingi sana, na serikali imetekeleza miradi mingi, yaani tumetekeleza miradi mingi sana kiasi kwamba sasa ile miradi, wale wakandarasi wanadaiwa, wengine wanafirisiwa na mabenki, wengine wanashindwa kuwalipa Watanzania Ukishindwa kuwalipa Mheshimiwa mwenyekiti, manake hawawezi kuwekeza, hatuwezi kuondokana na umaskini. Kwa hiyo hebu tuje na utaratibu wa kuona namna tutakavyowalipa hao wakandarasi wa ndani, watoa huduma mbalimbali wa ndani, ili zile fedha wakiwalipa, zitachochea, zitaingizwa kwenye uchumi wetu, tutaweza kukua zaidi na uchumi utakuwa kwa kasi kubwa. Kwa hiyo hili ni la muhimu sana kuliangalia. Lakini jambo la saba nayotaka kupendekezwa kwa kifupi. Mheshimiwa mwenyekiti, nchi yetu tunasifika kwa kuwa na ardhi kubwa, ardhi nzuri yenye rutuba, ardhi yenye madini yenye kila aina. Sasa kazi kubwa ambayo tunatakiwa kuifanya ni kuwekeza rasilimali za kupanga, kupima na kumilikisha hii ardhi tukipanga na tukamilikisha watanzania wakamiliki hata tunapoenda kwenye, kwenye muungano wa Afrika hatutakuwa na wasiwasi kwa sababu tutajua kwamba hii ardhi tayari inamilikiwa na sisi wenyewe. Lakini sasa hivi kasi ya upimaji, kasi ya umilikishaji bado ni, ni ndogo. Lakini lingine ninalotaka kusema Mheshimiwa mwenyekiti ni hili, mchango wa mashirika ya umma. Naipongeza sana serikali, serikali imewekeza kwenye mashirika ya umma. Napochambua utaona asilimia karibu trilioni 86 zimewekezwa kwenye mashirika ya umma, lakini ukikalkulate return on investment is less than 1% zile ambazo zinatokana na gawi. Kwa hiyo serikali iweke mkakati namna sasa ya kuhakikisha zile fedha tulizoweka kwenye mashirika ya umma zilete mapato makubwa, zichangie katika uchumi mkubwa, katika kutoa ajira na mambo mengine. Mheshimiwa Mwenyekiti, naamini hilo itakwenda. Asante sana mheshimiwa. Asante sana mheshimiwa mwenyekiti, nashukuru. Lakini la mwisho kabisa, integrated planning waiangalie, integrated planning itatupeleka mahali pazuri. Mungu awabariki, asante sana, nakushukuru sana mwenyekiti.